Hospitali hii ya rufaa ya Kawempe jijini Kampala inawasaidia watoto njiti katika kutambua tatizo la mishipa ya retina ya jicho. Ugonjwa huo huathiri watoto wachanga waliozaliwa kabla ya wakati, yaani njiti, ambapo mishipa ya damu kwenye retina iliyoko sehemu ya nyuma ya jicho inayohisi mwanga inavyokuwa isivyo kawaida. Hali hii inaweza kuwa ndogo na kujiponya yenyewe au kuwa mbaya na kusababisha upofu wa kudumu ikiwa itatibiwa kwa wakati. So retina, like retina ni kama filamu ambapo picha hubuniwa nyuma ya jicho, ikianza kujitenga, kuuanza hata kwa watoto walio na uzani wa chini ya kilo moja na nusu <tri> Kati ya zaidi ya watoto sabini ambao hukaguliwa kila wiki, asilimia 20 wamegunduliwa kuwa katika hatari ya kuugua ugonjwa huu. Is... kadiri kuwepo kwa watoto zaidi katika mimba, mfano mapacha, ndivyo hatari za ROP kuweza kuwaathiri watoto hao. In that specific... Uh, huduma hii inatolewa chini ya mradi wa shirika la kiraia la Mama Tulia Ministries lililoanzishwa na Isabella Furaha ambaye alizaa watoto njiti mara mbili. Kila wakati tuna waskrini, namba zinakuwa juu, tukiskrini hatuskrini chini ya 90 babies na 10% out of these 90 babies wanakuwa na ROP. <coughs> Mataifa manne barani Afrika ikiwemo Kenya, Afrika Kusini, Misri na Nigeria yamewekeza katika kufanya uchunguzi na kutibu ugonjwa huo.